Taasisi ya Tulia Trust chini ya mkurugenzi wake ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Mbeya mjini, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa umoja wa mabunge duniani, tumefanikiwa na tumeendelea kuwahudumia wananchi ambao wanaishi kwenye mazingira magumu hususani kaya. E, kwa leo tumefanikiwa kuwahudumia wananchi zaidi ya mia moja thelathini ambapo wananchi hao wamenufaika kupata mavazi kutoka kata ya Ilomba kata ya Mwakibete, kata ya Mwasanga, Tembela, Isyesye, lakini pia tunamalizia kata hii ya Ruanda. Wananchi hawa wamenufaika kupata mavazi ambayo tumeyapokea kutoka kwa wadau mbalimbali, hivyo tutumie fursa hii pia kuwashukuru wadau mbalimbali ambao wamefanikisha zoezi hili kwa namna moja au nyingine. Lakini sambamba na zoezi hili la leo, tumefanikiwa pia kuwahudumia watoto wawili ambao wanatokea kata ya Isyesye. Tulipokea kisa chao wakati wa zoezi la uandikishaji wa bima. Watoto hawa wametelekezwa na mama yao, ambapo mmoja yuko darasa la sita ameshindwa kuendelea na masomo, lakini mwingine yuko darasa la kwanza ameshindwa pia kuendelea na masomo kwa sababu ya kukosa vifaa vya shule. Hivyo taasisi ya Tulia Trust leo pia tumefanikiwa kuwakabidhi vifaa vya shule ikiwa ni uniform, pamoja na mavazi. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana mkurugenzi wetu wa taasisi ya Tulia Trust ambaye amekubali na kuendelea kuwahudumia wananchi wa jiji la Mbeya kwa wakati wote. Asanteni sana.